Eh, Mheshimiwa mweshimua Mbunge kasha ingia hapa na mwenyekiti wa sisi wa wilaya kashafika kwenye viwanja hivi hivi viwanja vya wile hapa hapa, piga makofi, piga makofi, piga makofi, piga makofi! tunaamini kwa, kwa rehema zake Mwenyezi Mungu ndiye atakayekuwa mbunge wetu ndugu yetu kaka yetu rafiki yetu mwenzetu tu. hey! hey! muda sio rafiki, ebu mwacheni kidogo aseme, wana Kitwiru! wewe! Huyu hey! ndio Fadhili Fabiani Ngajilo, mgombea wetu nafasi ya ubunge Iringa Mjini, na tunaamini kwa rehema zake Mwenyezi Mungu huyu ndio mbunge wetu. Raha gani kuwa na mbunge kijana kama huyu! Unamtuma anarudi, unamtuma unarudi, unamtuma anarudi, na kamwe hatasema nimechoka. Tunampa matatizo yetu anayapeleka bungeni, yanatafutiwa majibu, anayarudisha kwetu tunampa kero zetu anazipeleka zikipatiwa majibu anazirudisha huyo. Ndio mbunge tunayemtaka, mbunge ambaye atakwenda kuzungumza matatizo ya kwetu, kwa sababu matatizo yake yako kwetu. Huyu ndio Fadhili Ngajilo, mnamwona anavyofanana na, na madiwani walioondoka hapa. Huyu ndio kaka yao, karibu uzungumze na wananchi. Asante sana CCM, oyee! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Wakina mama, motemote! Vijana, shumbata! Wazazi, uchungu wa mwana! Asanteni sana ndugu zangu, kidogo nitahitaji utulivu kwa sababu sasa ni muda wa kazi. Semeni kazi, kazi. Na mtu kazi ndio mimi Ngajilo. CCM yeah. Oye, ndugu zangu nimesimama hapa kuwaambieni kwamba mimi naitwa Ngajilo Fadhili Fabian, ambaye niko tayari kuwatumikia kama mbunge wenu wa jimbo la Iringa mjini. CCM yeah. Oye Ndugu zangu, niwaambie mimi Ngajilo nimejiandaa kuwa sauti yenu, nimejiandaa kuwa daraja kati yangu mimi na nyie na maendeleo. Yani nyie muwe karibu na mimi, ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Maendeleo hayawezi kuja kama mimi na nyie hatuwezi kuwa karibu. Lazima mimi niwajie nyie mara nyingi, ili mniambie changamoto zenu tuweze kuzitatua kwa wakati. CCM, oyee! ndugu zangu wana Kitwiru, nyinyi ni sehemu ya manispaa ya Iringa. Ni lazima tuibadilishe Kitwiru ifanane na manispaa. sisiemu oye! Zipo changamoto nyingi nilijipanga kuongea, lakini dakika zimeenda. Ninaanza na kile kituo cha afya. Nimeambiwa kituo kile cha afya kilijengwa, hiki cha uyole hapa kimejengwa na kikazinduliwa lakini hakifanyi kazi. Uongo kweli, wana Kitwiru? Hebu wanaosema ninasema ukweli punga mkono. Ehe, nianze kazi au nisianze? Sasa meseji tunaipeleka kwa DMO pamoja na mkurugenzi wa halmashauri, yaani ndani ya siku mia moja tukiingia, tunataka kile kituo cha afya kianze kazi tunataka kituo cha afya kianze kazi. Haiwezekani fedha za serikali ziwekwe pale, fedha za serikali zitumike pale, halafu kituo cha afya kisianze. Na kwa heshima, mwenge ulifungua kile kituo na akijaanza hadi leo. Kwa hiyo DMO, popote alipo, apokee hiyo message. Message message delivered, sented. Wana Kitwiru, mnataka kituo kifunguliwe, basi nipeni hiyo kazi, sasa tunaisimamia. Na meseji ya kwanza nimeshaipeleka, mlinisikia siku ile alipokuja mheshimiwa rais Dokta Samia pale uwanja wa Samora, mle ndani kuna maneno nilimwambia. Mlinisikia, mkunisikia basi yule ndiyo Ngajilo. Mtaniendelea kunisikia nikiwa nawasemea katika mambo mbalimbali. Moja ya jambo nilizungumza niliongelea habari ya daraja hili la Kitwiru Isakalilo, mlisikia majibu ya rais? Hamkusikia? Mlisikia, amesema atasimamia zile fedha za tax zianze kujenga lile daraja. Kwa hiyo daraja lile litajengwa kwa uharaka sana. Tunataka Isakalilo iunganishwe na manispaa yote ili iweze kushiriki katika shughuli kuu za uchumi wa Iringa. Hapa Kitwiru itaunganishwa Kitwiru na utalii. Manaake hapa itakuwa watalii kupita na kuelekea Ruaha National Park. Si mnajua barabara ya ili, Iringa mjini Ruaha National Park inajengwa yeah. Mnafahamu hilo. Kwa hiyo tukijenga na hili daraja, maanake tunaiunganisha Kitwiru pamoja na utalii Ruaha National Park. Hapo vipi? Hapo vipi, vipi? Vipi? Ndio maana nasema tutaibadilisha Kitwiru. Nimesikia kuna kero zingine, nimeambiwa kwamba Kitwiru wana hamu ya kuwa na soko lao la mazao. Niachieni hiyo nilichukue, nilibebe, tuone namna tutakapofikia. Nimesikia kuna changamoto mbalimbali mbali. kuna maeneo ambayo maji haijafika lakini hiyo changamoto ni ya IRUWASA tu, ni kuwasimamia wahakikishe maji yanafika, kwa sababu mtandao wa maji Iringa tayari umepita kwenye kata zote. Shida ni kuyatoa kwenye mtandao mkubwa, kuyafikisha majumbani kwa watu. Kwa hiyo tutashughulikia hilo, msiwe na wasiwasi. Sisi oye! Hilo linafanana kabisa na changamoto ya mawasiliano Iringa Manispaa kuna maeneo ambayo ukiwa na simu machache lakini huwezi kupata mawasiliano. Na yenyewe tumejipanga kuyashughulikia. Sasa hayo ni ya kwetu, tutayashughulikia katika levo zetu. Siwezi nikasimama mbele ya rais, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania nikaanza kumweleza eti kuna changamoto hizo ndogondogo. Hizo tutashughulikia wenyewe hapa hapa manispaa, ndani ya uwezo wetu, tuna uwezo wa kuzishughulikia. Hapo vipi CCM? oye Nataka ni waombe wanakitwiru kula zote mwipatie CCM, na sababu tunazo, ilani ya uchaguzi imegusa makundi yote. Wakina mama, changamoto zenu zimetatuliwa kupitia ilani ya uchaguzi. Tunafahamu habari ya mikopo, uwezeshaji, kero mnayopata kwenye mikopo tunafahamu. Sasa lazima tuwe na njia ya kupata mikopo ya riba nafuu lakini vijana, vijana mpo, vijana mmetajwa sana kwenye ilani ya uchaguzi, na nyie tutashughulika nanyi katika shughuli mbalimbali kuhakikisha kwamba mnafanikiwa na kuendelea mbele. Wazee msiwe na wasiwasi, wazee msiwe na wasiwasi, ilani ya uchaguzi imewatamka vizuri. Watoto wametamkwa pia vizuri. Tutasimamia kazi yangu mimi mbunge Mnajua kazi za mbunge, moja ni kwenda kutunga sheria, kusimamia utungaji wa sheria, lakini ya pili wazungu wanaita checks and balance, kuisimamia serikali kuhakikisha kwamba nyiye mnaletewa maendeleo. Kwa hiyo, hiyo ni kazi yangu, lakini nyinyi wananchi, mnachotakiwa kufanya ni kushirikiana na mimi katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo kwa pamoja, wajasiria mali, boda, boda. Wale bajaji weje, daladala, mama ntilie, yani mama lishe. Siku hizi tunawaheshimisha, tunaita mama lishe. Hata bodaboda siku hizi hawaitwi bodaboda, wanaitwa maafisa usafirishaji. Hawa wote tutawaheshimisha kupitia ilani yetu na usimamizi mzuri wa kazi ambayo inaenda kufanywa kuanzia Oktoba 29 mki 9 mkituchagua wangapi? Wanasema sasa watatupa kula kwa maneno matamu, hayo niliyowaambieni, CCM. Ngoja niongeze utamu mwingine, ngoja niongeze utamu. Nilimwomba Mheshimiwa Rais barabara, na mlimsikia alisema pale, amekubali tutaangaliwa katika kuongeza barabara za kuunganisha mitaa na makazi yetu. Ni waahidi wana Kitwiru, hatutawaangusha kwenye hilo. Lazima nanyi mpate mgao wa hiyo keki, ili tuweze kupata barabara nzuri. Kitwiru kuna barabara, Kitwiru kero moja, ya kero kubwa kabisa ni ya miundombinu ya barabara. Barabara mifereji hakuna, ya maji yanatapakaa kila mahali hiyo sio sawa. Tutashughulika nayo. Najua kuna changamoto ya madampo na fahamu kwenye usafi, najua tutashughulika nayo. Mfumo mizuri, jambo la usafi linahitaji tu mifumo halmashauri ya manispaa. Najua wenyewe umeona madiwani wale, hamna kitu. Tutashindwa kwa umri wetu, kwa tulivo mnaona, si tutashindwa kweli? Mnadhani tunataka kustaafu mapema sisi? Wangapi wanasema hamtakii kustaafu? Gesha mikono juu! Sisi CCM oyee! Kwa sababu mkituambia tunatakiwa kustaafu mapema hivi maanake mnatuambia kwamba tusifanye kazi. Tunatakiwa tufanye kazi, na nyiye mzioni hapo. Vipi sasa, siku nyingine tutapata muda wa kuja kufanya mkutano mwingine, tutazungumza mengi zaidi. Kwa sasa nichukue nafasi hii kuwaomba kura nyingi sana kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aweze kupata kura za kishindo ndani ya Iringa mjini. Wangapi wanasema watampa kura Dr. Samia Suluhu Hassan? Naomba nione mikono kule, naomba nione mikono, naomba nione mikono, naomba nione mikono, nione mikono, nione mikono. CCM oye! Ndugu zangu, mkimpa kura nyingi Dr. Samia, mnakuwa mmeniheshimisha mimi, mbunge wenu Mbunge anakuwa na nguvu kama rais amepata kura nyingi. Mkumbuke kwamba rais ndio mshika fedha, ndio mwenye maamuzi. Mmenielewa jamani? Mmenielewa? Kwa hiyo mimi natakiwa mniheshimishe kupitia kura za rais. Ndio maana mimi naomba kura kwenu ya pili, sijaomba ya kwanza. Sijasema kwanza Ngajilo, nimesema kwanza dokta nani Samia ya pili ndio naomba mwenyewe, naomba kura zote kwa Fadhili Fabian Ngajilo, CCM oyee! Kwenye karatasi ya kura jina langu linaanza na Ngajilo Fadhili Fabian, kwa hiyo ninaomba kura zote kwa Ngajilo Fadhili Fabian, lakini naomba kura zote pia kwa madiwani, waheshimiwa madiwani wote CCM oyee! Naomba kura kwa ajili ya Rahim Kapufi, mnipatie kiongozi huyu tuweze kufanya naye kazi na kuibadilisha Kitwiru sisi heye. Madiwani mko wapi? Madiwani, madiwani simameni hapa basi tuonekane, tunaomba kura kwa pamoja jamani, tunaomba kura kwa pamoja, maana sisi ndio tunaenda kuunda halmashauri itakayowaleteeni mabadiliko na itakayobadilisha Iringa manispaa kuwa mji mzuri na wenye ustawi na maendeleo kwa ajili ya kila mtu. Sisi CCM Kitwiru, ng'ara! Kitwiru, ng'ara! Asanteni sana kwa kunisikiliza.